Basi, vipi, upo freshi? Sawa, tunaendelea na mashindano yetu kama kawaida hapa. Kuna nakumbusha tena, kuna elfu kumi kwa kila fifo ambayo ataenda kupata. Akipata fifo moja ni elfu kumi, fifo mbili ni elfu ishirini, fifo tatu ni elfu thelathini. Yaani ni yeye mwenyewe, yeye na mpira na goli hapo. Nakumbusha, elfu kumi ni dola tano ya Kimarekani leo tunaenda kuzigawa kwa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Sasa sisi tupo hapa, kama wewe uko nyumbani, njoo utukute, nipo hapa hadi usiku. Box imejaa na inakusubiria wewe tu, elfu kumi zinajaa, ume unafunga unachukua. Yeye ni mgombea wetu wa pili, tunaendelea kama kawaida. Ana chance moja, yeye si mgombea wa kwanza, tulimpa chance mbili, ila yeye ni mgombea wa pili tunampa chance moja anaenda kupu, kujaribu mara moja, akipata anachukua elfu kumi anajaribu tena hadi hapo atakapo, atakapokosa. Tunaendelea. Unaogopa? una presha? upo vizuri? upo tayari? Ndiyo. kama upo tayari tunaweza kuanza, hmm? tunaweza anza Ndiyo. Safi, naona familia yake ipo huko nyuma wanamsubiri kumshangilia. Basi twende tuanze kwa pamoja kwa hela tunaenda. Kakosa basi, mi sina ziada, sina mambo mengi ya kusema. Kuna watu wengi na kila mtu ana chansi yake ya kujaribu. Mgombea wetu wa pili amejaribu na amekosa. Basi mimi sina la kusema. kuna kitu unayo ya kuongeza ya kusema? Umejisikiaje kutokana na kukosa hiyo basket? Ni bahati mbaya because umeona umefikisha kwenye goli ila hujafanikiwa kufunga. Unajisikiaje kwa sasa? Mbaya? Unajisikia vibaya? Ah, hutaki kujisikia vibaya, kuna wengine hapa nao wanatakiwa aje kujaribu, ila mimi nahisi ni bahati mbaya tu, hujakuwa na bahati leo. Sawa, basi na niseme tu nini na kutakia siku njema, na tuonane tena pengine siku ya ya mwaka mpya. Mwaka mpya tutakuwepo hapo na tutaongeza dau, tutaenda kwa dola kumi za Kimarekani, ambayo ni, ni shilingi elfu ishirini. Wewe tu mpira na wewe na goli, ukipata umepata. Basi tukutane kwa mgombea wetu wa tatu ambaye ataji, atajitokeza. Basi asanteni. Kama upo nyumbani na unatufuata, njoo Don Bosco, tupo hadi usiku, tunakusubiria na tutakuwepo hapa. Kuna hela za kujichukulia hapa kwa ajili ya kusherekea noeli vizuri. Basi chao.